Eh, na ah, yeah. Sasa mimi ndugu yangu katika eh, kitu ambacho yeah, mimi huwa si si react negative. Ni matusi na hiyo nimeamua kushare lakini yeah, sipendagi yeah, mimi si hata mtu mimi nakwambia ukweli Victor yeah, ukija kufuatilia inawezekana katika miongoni mwa andishi ambao unatukana sana bongo yeah, brother. Kiukweli inawezekana mimi nikawa naongoza kutukana yeah. Lakini huwezi kuona na real mimi brother, sometimes nasoma mpaka comment inakuuma inakuma mm. Ya yeah, shabiki inakuuma mwanangu yeah. Lakini ah, unaangalia, unaangalia profile yake Sema acha niseme. Unaangalia mtu mwenyewe kwanza akakufollow brother. Yeah, yaani yeah. Mtu anayekutukana kwanza akakufollow. Yeah, okay. Unasema da sasa siwezi kumtukana, siwezi kublock, siwezi kufanya. Yeah. So unaachana yeah, navyo tu. Hiyo yeah, yeah. Iyo ni comment tu. Lakini hiyo kija hata kwenye DM brother, hizo kwani unaweza kufanya? Sasa mtu mwanzo kufanya content. Hizo yeah. Kwenye yeah. Kwenye. Matusi nao tulishua DM brother. Yeah. Uh -huh. Mimi zamani kwa nilishtua lakini sasa hiyo kwa. Yeah. Sio shoga, sio nini mimi. Yeah. Ah, sasa hivi inaniuma nini brother? Yeah. Wakati yeah. Mimi najua mimi ni nani. Yeah, okay. Mimi ni mtu wa namna gani. So kwa kweli hivyo vitu vingine mimi sikupenda kabisa. Kiasi yana mm. Yes, ya chukua tu challenge tu za kazi. Basi yeah. Mando, Baraka ni wapi ambapo polisi umemkosea? Sijamkosea uh, Baraka, Baraka kwa kweli, yaani wala mimi sija... sija... no, actually, sio kwamba nilizungumza kuhusu Baraka yeah. na wala labda nizungumze sina shida na Baraka yeah. wala sina tatizo naye kabisa yeah. na hata hivyo matuzi ya vipi mimi yeah. wala hata sija take it personal yeah. Mimi nishaandika pale, nimeona kaendelea kucomment, wala hata sijarudi watu wamenitumia tumia hata yeah. sijaangaika kwenda kujibu Hicho ni kwamba ilikuwa ni kuna podcast moja ya Dudu Baya oh, ili so. Ajuzi juzi yeah, pale yeah. So mimi nimekutana na clip yeah. mimi ile, ile podcast ya Dubai of course kufatilia sana yeah. So nikaanapita ni juzi juzi tukume mwezi wa ngapi hapa juzi tumeshoni mwa mwaka. Nimechukua ile yeah. Nimepost kwenye page yeah. yangu kwamba Alikiba alimind baada ya alipata nafasi sio Sony yeah, yeah, yeah, yeah. <tipali> mm. sio ile project sio one eight, sielewa leo angalia, elfu mbili kumi na moja elfu mbili kumi na moja Baraka nawaza one eight leo mbona anataja project ya zamani sana? Hilo la kwanza, lakini la pili akasema Alikiba na familia yake baada ya kupata hiyo nafasi ya kwenda kushuti Alikiba yeye akapewa nafasi badala ya Alikiba, anavyosema Alikiba familia yake wakawa na mtukano mitandaoni kwamba wewe unamloga nani Alikiba, kwa akasema sisi ni Wakristo na nukuu, sisi bwana, sisi ni Wakristo, sisi mambo ya ushirikina Lola. Kwanza anaaminisha watu yeye ni Mkristo, kwanza anaaminisha watu Waislamu ndio washirikina, la kwanza. Ukishajiweka sisi Wakristo manake unatuambia wale ambao sio Wakristo ni hey. washirikina yeah. Which is bad kwa mtu yeah. Kama Baraka ungesema hey. Hivi mimi upande wetu au eh familia yangu mimi siatushiriki ushirikina yeah. hey. Kwanza akasema wao Wakristo washiriki ushirikina hey. Ila Alikiba na familia yake wanaamini kwenye hey. clip ziko pale nimeposti hey. Hey. Alikiba na familia yake wanaamini kwenye ushirikina hey. So akasema akashangaa familia akashanga ya kina Alikiba wakawa wanamtukana hey. mimi nikawaza mitandao ya sasa hivi mm. labda mdogo wake Alikiba, Abdukiba yeah. akamtukana Baraka, hiyo comment watu wataiona, sababu yeah. amesema wanamtukana Instagram mm. kwenye comment ndugu yeah. hmm. zake Alikiba wanamtukana Baraka yeah, sure. kwanza wale watu wenye ego, ego, kufalia mambo mm. sasa kuna nini? Then ilikuwa ni ipi ipi ipi hivyo yeah. yeah. uh, vitu kama vile yeah. umeshaelewa yeah. sasa

Uchawi. Uchawi mara comment kwa big. Hey. Which is which? yeah, yeah. Mi nikaonyosha yeah. Moja, tujue shida nini hivyo tu yeah, nasijazungumza kwenye recap, bali nimechukua nimeweka ile clip yeah. mi nikawa mm. nasikiliza tu ushaelewa, na nikaandika baadhi ya maneno pale, sasa okay. mi sijaongea chochote, sijaongea wewe, ndio uliongea hey. Wewe ndo uliongea, na mitandao hii inatunza vitu brother. Yeah. Inatunza, leo hii kwa mfano clip za elfu mbili na kumi elfu mbili na ngapi ambazo kina damu wanazungumza kina Alikiba mpaka leo zinasambaa. No, si sababu ya mitandao, si ndio? Umeongea kitu kimeenda mtandaoni. Wewe unahisi watu hawazi kulipata kweli? Haya, kosa mimi ku post pale. Mimi nime post tu. Nijue kwamba chanzo cha ugomvi wa Baraka na Alikiba na kumbe ni hiki, kumbe Alikiba mchawi yeah, kumbe Alikiba alikuwa na mloga Baraka yeah. So, vitu vingine wanavyotaja, wewe mwenyewe utaamini mm -hmm. Kwa, kwa msanii kama Baraka hey, well, hey. hey. hey. Sio nini? Hey. Ah. Kwa mimi mimi, mimi naamini na yeah. na mi hivyo na na. yeah. na. ni vitu yeah. vya mitandaoni yeah. yeah. yeah. Na yeah. hey. Mimi sina shida na Baraka. Wala hata sina shida naye. Wala sina shida naye. Nimsamee tu. Nishamsamee Baraka. Mimi, mwanangu, hata klipu ambayo alikuwa anafanya show Mwanza. Na tena mimi nilimpa miwani yangu Baraka, nakumbuka mwanangu. Mimi ndo nikachukua ile miwani. Baraka alikuwa anaperform. Alikuwa anavokanambia hiyo oya baba hey. Ni game ni yako ni pande hey, hey. Stage ni kwa hey. Ah, night mimi nilikuwa nimeweka ni hivo yeah, yeah. Umeshaelewa hey. Akaniambia nipe nikampa yeah. Baraka yeah. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ana wewe ni baraka yeah. Islam baraka so eh? Mise, so mkriso, eh? Yeah. Ramadhani nakuja tarehe 18. Kama naongea uongo sema. Mimi nilimpata miwani Baraka, so mwanangu. So mimi, vitu vingine vinatokea na mimi sijamuongelea vibaya. Mimi niko katika clip bro. So yeye kulalamika bro, I don't know, kachukua na positive, kachukua na personal sana. Ila mimi swala matusi kutukana nini, mimi ni vitu vya kawaida wala hata umezungumza na Mando, tumaliza la mwisho. Unajua juzi nilikuwa na interview na Q Chief. Sana interview kanimuliza kuhusu maswali na kaza kaza haya, drama zao, malije na nini. Wamekuwa na wasanii fulani hivi ambao kama wanatupiana sana yaani, ukimuuliza hmm. Kwa mfano, bwana fulani unamzungumzia kuhusu fulani, majibu yake utasikia bwana yule wewe hafanani kabisa hata kidogo. Bwana, nilimuuliza kuhusu yeye na Dudu Baya na Chidi Benzi, nikaambiwa wala hata kidogo hafanani. Yule ana hiti mbili, yule mzake ni stars na nini? Unadhani kwa nini mastaa ni hivi sasa? Wengi hasa wa zamani. Mimi mwenyewe ni shehe kuliwaza hilo sana, zamani walikuwa, kulikuwa na, kulikuwa na tofauti kati ya wasanii wa generation mpya, yeah, yeah, na wakongwe lakini mimi niamini mimi Victor, wasanii wa generation hii hapa wamejitahidi sana kutengeneza mahusiano mazuri na wao, kaka zao. Niamini mimi brother. Ndio maana unaona kina Harmonize, kina Diamond, kina Alikiba wanaotafuta na kufanya collab. Mara wanaochukua walikuwa wanatengeneza mahusiano tu. I don't know wako, baadhi why wanakuwa na chuki wenyewe kwa wenyewe? Ni kitu ambacho kwa kweli kinatufikirisha sana. Why wanachukiana? Why wanatukana, watukanana? Inawezekana labda inaumiza mafanikio ya hii generation ya sasa hivi kwamba hawa madogo wamefanikiwa sana. Sisi tumefanya mziki, tumesafisha njia, tunao mafanikio, lakini mbona wanatukanana, wakongwe kwa wakongwe? Shida ni nini? Yani kikweli, mimi ni kitu ambacho huwa nakiwaza, nashindwa kupata jibu. Yani chanzo ni nini cha wasanii wa kongwe kuchukiana? Kwa sababu yani, wanachukiana, hakuna ukute msanii mkongwe, wachache mno wanasifiana ama yani, namsifu mwenzake, msifu, mwenzake. wow, always ni kuatakiana Kwani kwani kuishi kwa maisha mazuri, sasa hivi upendo mnashirikiana kama wakongwe, naweza mkaandaa hata yeah. mashaleni wakongwe sure. Kama vile Sugu wanavyowafanyia hela hey. kwa na love wow. Mtatengeneza kwanza kwa sababu nyinyi watu mnapendwa cool. So, mnapokuja, mimi mwenyewe nalichangaza rafiki yangu, yani kila siku kuona mkongwe huyu kamchana mkongwe huyu mm. yeah. mkongwe huyu kamchana mkongwe huyu mm. so, no, hawa zamani <laughs> walikuwa naishi maisha gani? Sivyo sasa wanachukiana hivi <laughs> hey. So, kwa kweli ni moja ya kitu ambacho mimi kinanipa yeah. <laughs> kakasi sana kuelewa. Haina shida. kwamba kati ya Chidbenzi hmm. na Dudubaya hmm. akanambia ni watu yani hata kidogo haiwezi kuwafananisha ni star ana hiti mbili na nini hmm. Mando, swali hilo hilo hmm. na, na Chidi hmm. nani, nani Star ni nini yani yeah. yeah. yani kuwa msanii manake kuwa msanii yeah. kwanza lazima kuna kitu kinaitwa ushawishi sikiliza nikwambie yeah. vitu na kitu kinaitwa influence unaona, mtu kwamba huyu ni maarufu. Yeah, ana ushawishi, yani kuna watu yeah, wamesha wanamfuatilia yeah, ndio neno kuwa maarufu, umeshaelewa. Ukishajulikana yeah, yeah, tayari kuna kundi la watu wanakuwa watu wako wanakusupport, umeshaelewa? Famous, umeshaelewa vizuri. Kuwa na ushawishi kwanza inatokana na kile unachofanya, umeshaelewa. Dudu Baya akafanya muziki wala tu kwa sababu anaozungumza, tuongee uongo yeah, so kweli, Dudu Baya kafanya muziki kwa level yake. Chidbenz kafanya mziki kwa levo yake. Tatizo ni moja, kila mtu ana hiti zake, bro. Wasema yeah. Dudubaya na hiti vile uliko na kupenda tu hani hani mpaka leo majenzi wanaimba bado ile ile naku, ile, nakupenda mpenzi siyependa cha. So unataka nini? So mimi nasema hivi Dudubaya Amefanya muziki kwa level yake ni legend. Yep. Chidi Benz kafanya muziki kwa level yake ni legend. Yeah, sure. Wote ni ma legend wa bongo. Yeah. Labda unambie tu wanatofautiana, u legend wake huko hivi, yeah, huu huko hivi. Yeah. Wote wana hit. Yeah. Visuals nzuri. Mm-hmm. So mimi kwangu mimi, yeah, wote ni wasanii ambao wana heshima, yeah, kwenye muziki wa bongo flava. Yeah. Haina haja kusema Chidi Benz huko juu, yeah, Dudu Baya huko chini. No. Mm-hmm. Kila mtu ana nafasi yake pale. Mimi naamini kila mtu ana ana nafasi yake. Yeah. Labda unambie tu watu wata, wata, wataanza kumcritize Dudu Baya kwa namna anavyozungumza sasa hivi, lakini trust me, Dudu Baya na ushawishi bro, mpaka leo hiyo miaka watu wanamzungumzia Dudu Baya, watu wanamuelewa bro. So maana mimi siwezi kumkisi Dudu Baya brother. Mimi Dudu Baya ni msanii ambaye namheshimu, Chidi Benz msanii ambaye namheshimu, wote nawaheshimu. So tuache kuonyesha fulani ni bora zaidi ya fulani yeah. Kwa sababu sisi hatuna kipimo cha kupima legend mm. Hatuna kipimo cha kupima ukubwa wa msanii yeah. yeah. Wao wana kipimo chao kwamba kuonyesha fulani mkubwa zaidi flani. Sasa hivi at least unaweza kupima kupitia numbers yeah, si ndio? Yeah, unaweza kupita labda kupitia tuzo yeah, show anazofanya, mm. Unataka unambia Dubai afanye show, amefanya Dubai, ana tuzo anazo, si ndio? Chidbenz the same yeah. So maana yake ni kwamba zamani ni ngumu sana kupima hivyo, lakini sasa hivi unaweza kupima ah, flani ana numbers kibao flani followers, nini, nini. to kiukweli kwangu mimi siwezi kuoka upande wa Chidbenz wa, wa TID yeah. Mimi nasema kila mtu ana nafasi yake yeah, yes maana tunazungumza mambo mengi sana. Una lipi la kumaliza? Hamna. tuendelee kusupport muziki. Yaani kitu kimoja ambacho nataka kusema yeah. Niliona juzi hata hao wakati show ya Davido. Yeah. Uh, watu wanavyosema Diamond angehudhuria, watu wengine wanasema angekuja tu kumfukuza. No. Yeah. w nii mmoja akakosea na nini na nini, tuendelee kusupportiana vitu ambavyo anasema. Shukrani sana my brother Victor. Ah, asante sana.